Unajua mtu kiwa usemu, unajua kamilika, kila usemu unajua hujakamilika. Mi nimekamilika ndio maana wananiita kila ambavyo wanavyojua. Okay Nudi, hmm. Maswali yamekuwa ni mengi hususan watu wa Bagamoyo wanasema kwamba Nudi sijui ni malaya sijui Nudi hivi na hivi. Wewe una kipi cha kuambia, labda una kipi cha kuambia watu wa Bagamoyo au tuseme Tanzania kwa ujumla na duniani kote. Na kipi cha kuambia? Eh, hey, wananiita <laughs> acha ongee. Unajua mtu kila usemu unajua hujakamilika. Mimi nimekamilika ndio maana wananiita kila ambavyo wao wanavyojua. Mbona mamangu aniti malaya? Yaani wao wananiita afu binadamu wamezoea kuongea. Acha ongee, wakimaliza watakaa yani, kimya. Yaani popote atakaponiita mimi ndio I like. Hey. <laughs> Mimi binafsi ni shabiki yako mkubwa sana na huwa napita sana kwenye comment zangu. Wanasema Yaani wewe tatizo lako muda mwingi upo na wanaume. Hivi una kipi cha kuambia? mimi <laughs> Eh, muda mwingi ndio niko na wanaume kwa sababu ananyoshia maelezo rura <laughs> <laughs>